Mkuu wa mkoa wa Tabora mheshimiwa Paul Chacha amewataka wakuu wa wilaya wapya wa wilaya za Sikonge na Tabora mjini kwenda kufanya kazi kwa ushirikiano na viongozi watakaowakuta ili kuleta matokeo chanya katika maeneo yao pamoja na kuendeleza mazuri ya watangulizi wao. Mheshimiwa Paul Chacha ametoa kauli hiyo katika ukumbi wa Mtemi Isike Mwanakiyungi wakati wa hafla ya kuwaapisha wakuu wa wilaya wapya wa wilaya za Sikonge na Tabora mjini. Nyuso hizi zinaonekana amsaa watu ni wachapakazi, hatuoni kama kuna mtu anaweza akatuangusha. Waliotoka wamefanya kazi vizuri sana sana. Mkuu wa wilaya ya Tabora mjini hapa, mheshimiwa Katwale amefanya kazi vizuri sana tu, mheshimiwa Magembe amefanya kazi vizuri pale Sikonge. Tunawapongeza, lakini wameenda kugombea, hawakutoka kwa sababu wameshindwa kufanya kazi au wanaumwa kwao. Tunaamini pia na wewe utafuata mle mle kwao, nimeona niseme. Mnaona, hakuna aliyetoka kwa sababu amedhoofika dhoofika hivi <laughs> kila mmoja ametoka kwa sababu ana nguvu, anataka apambane. pengine kona hayo ndio tunayotarajia kama mkoa. Mafanikio tuliyonayo ni kwa sababu ya uchapakazi huu. Naye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tabora ndugu Saidi Nkumba anaahidi ushirikiano wa chama kwa wakuu wa wilaya wapya. Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kinatawala, chama ambacho kimeunda serikali, sisi tunawapokea kwa mikono miwili viongozi wote ambao wameteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuja mkoani kwetu Tabora kushirikiana na viongozi ambao mtakuwa mmewakuta chini ya uongozi wa Mheshimiwa mkuu wa mkoa kuleta matarajio ambayo Mheshimiwa Rais anayehitaji kwenye mkoa wetu wa Tabora. Na huu ukawa ni wasawa wa wakuu wa wilaya wapya kutoa neno baada ya uapisho. Mimi leo sina maneno mengi sana, lakini Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi ni wasaidizi wako na kuahidi tuliowapishwa leo na wengine waliowapo wote, hatutokuangusha. Tutafanya kazi kuwatumikia wananchi, maana lengo kuu la serikali ni kuleta ustawi wa wananchi. Hilo hatutokuangusha, tutakuwa wasaidizi wazuri kwako na tutakuwa kwa wakati wote. Nawashukuru sana, asante sana. Katika nafasi ambayo ameniteua nitaitendea haki, kwa maana ya kufanya kazi kwa bidii, kujituma kwa weledi, lakini pia kushirikiana na wenzangu ambao nitawakuta mahali ambapo nimepangiwa ili kuleta maendeleo kwa wananchi wa Tabora. Hafra hiyo fupi ya uhapisho imeambatana na kiapo cha ahadi ya uadirifu kwa viongozi wote wapya walioteuliwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mweshimiwa Dr. Samia Suluh Hasan. Skonge Songedic habari.